Mkuu wa Chuo na mtendaji mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania Dkt. Ernest Mabonesho anayo furaha kuwatangazia wahitimu wote na wadau wa Chuo ya kuwa mahafali ya arobaini na moja kwa kampasi zote yanatarajiwa kufanyika katika Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, kampasi ya Singida, siku ya Ijumaa ya tarehe 30 ya mwezi Mei mwaka 2025, katika ukumbi wa Social Rwoma RC Mission uliopo manispaa ya Singida kuanzia saa tatu kamili asubuhi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais menejmenti ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Boniface Simbachawene. Wahitimu wote wanahimizwa kuhudhuria mazoezi yani riheso yatakayofanyika siku ya Alhamis ya 29 ya mwezi Mei mwaka 2025 katika kampasi ya Singida kuanzia saa 8 kamili mchana. Aidha, wahitimu wanatakiwa kuvaa joho na suti ya rangi nyeusi au dark blue. Gharama ya joho ni shilingi elfu thelathini kwa wahitimu. Wahitimu wanatakiwa kuthibitisha ushiriki wao kupitia namba 0785211644 au 752151185 na nyote mnakaribishwa, wageni wote. Mm, tangazo hili limetolewa na kitengo cha mawasiliano na masoko.